ya umoja wa kitaifa. Hii ndiyo safari ya Wazanzibari, wana tatizo, wanakaa viongozi, wanazungumza, wanatatua. Wazanzibari wakaamua tuwe na serikali ya umoja wa kitaifa. Haya si maamuzi ya mtu, si maamuzi ya chama, yalikuwa maamuzi ya Wazanzibari. Sasa leo ishirini ishirini tumeona yaliyotokea maafa makubwa, lakini kwa hekima bado ya viongozi wetu almarhum Mali akasema sisi tujenge nchi, akawaamini wenzetu tukaingia jeniu ili tujenge nchi. Tumekaa ndani ya GNU miaka mitano, jambo moja la kumuondoa mkurugenzi aliyeharibu uchaguzi wa ishirini ishirini moja kiongozi huyu aliyojipa madaraka yamemshinda, jambo dogo e dhaifu. Hivi Zanzibar hakuna mtu wa kuwa mkurugenzi wa uchaguzi? Wako jani wana msemo sabuni ya nongo nongo, eh? Maana yake mnajua, maana ikishakuwa nguo umeivaa ishachafuka, isha basi, badilisha japo, tafuta nyingine japo ina nongo eh, lakini itakuwa ishasafisha ile nongo iliyopita huko. Jamani, ndio tuliko. Hii ndio safari ya Wazanzibari, wana safari yao inaingia matatizo lakini